TNT. Mama zetu watoto wetu, kwa iftari ya leo ni kuwashukuru sana jamii ya Waislamu, ni kuwaomba kama jamii ya Waislamu, na muunge serikali mkono, ili nikisema mambo yetu inakuwa rahisi. Kwa hivyo leo nataka kuwashukuru kutoka mbali mbali. Kama muna mabadiliko ya uongozi mtujulishe, tuone hairaki yenu, tunadili na nani. Tutakatika zile kamati zote ambazo tunatengeneza, tunahakikisha kwamba lazima kuwe na mwislamu hapo, na tutaendelea hivyo. Tuhakikisha kwamba tunapata elimu sio tu ya kidini peke yake, lakini pia ile elimu ile ambayo inaweza kutuwezesha sisi tupate kazi. Mimi naamini leo kwa sababu ya imani yao, kufunga kwao yale ambayo wameomba kama wakina mama, mambo ya mashine ya kuangua mayai, mimi najua dawa yao wanapata leo. Wakina Arafat, hawa vijana wametembea na sisi kwa chama cha Ford Kenya. Kwa uwezo wa Musa, Daktari Papo wa Roma anaenda kuwapatia suluhisho lenu leo hapa hapa.